Utafiti uliofanywa kupitia mradi wa kuwezesha wajasiriamali vijana kwa ajili ya mustakabali wa chakula na kilimo nchini YEFFA umebaini kuwepo kwa ushiriki mdogo wa vijana na wanawake kwenye biashara za mpakani. Hayo yamebainishwa jijini Mwanza na meneja wa mradi wa Yeffa Bonaventure Boniface wakati wa mafunzo na majadiliano ya kijamii katika sekta ya umma na sekta binafsi kuhusu ushiriki wa vijana katika biashara za mpakani. Tumefanya utafiti mwezi wa tisa, tukagundua ushiriki wa vijana ni mdogo sana kwenye biashara za mpakani. Tumekuta chini ya asilimia thelathini ndio wanaojihusisha na biashara za mpakani, lakini E, watu wazima ndio wanaingia kwenye hizi biashara kama asilimia sabini hivi. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu pia wa kuwajengea uwezo hawa vijana ambao ni chini ya miaka thelathini na tano ambao ndio taifa la leo ili waweze kuingiaje kwenye biashara hii waweze kukuza uchumi wa taifa, lakini pia waweze kukuwa kiuchumi. Ndio lengo kubwa sana la mradi huu, programu hii ya YEFFA. Miongoni mwa sababu zinazochangia ushiriki mdogo wa vijana na wanawake kwenye biashara za mpakani zikabainishwa na Boniface. E, tulibaini vikwazo kumi na tisa. Katika hivyo vikwazo kumi na tisa, mojawapo kwenye baadhi ya mipaka tuliona kwamba, e, lugha ni changamoto kwa sababu nchi tunazopakana wengine wanaongea Kiingereza wengine wanaongea lugha za asili, kwa hiyo ikawa ni changamoto. Na kikwazo kingine ni zile eh, zile tunaziita SOP zile taratibu zote za kuvuka mipaka zimeandikwa Kiingereza. Maana hapo tunaenda kwenye kikwazo cha lugha, tukaona kuna namna yoyote ya kufanya eh, tafsiri ya zile, zile taratibu ili waweze kujua nini ambacho wanatakiwa wafanya. Lakini changamoto ya pili ilikuwa rushwa, e, kwenye mipaka yetu kuna rushwa nyingi sana ambazo zinaombwa na hawa maafisa wasio waaminifu kwa mipaka yetu hiyo, e, imezungumzwa sana. Kwa hiyo mfanya biashara hapendi usumbufu, anaamua tu bora atoe ili biashara yake iende. Uh, lakini pia changamoto nyingine ya tatu tuliyoiona ilikuwa ni suala la mageti haya ambayo yamewekwa na halmashauri. Yapo kwa nia njema. Na hivi vikwazo pia vipo kisheria, lakini tunaangalia namna ambavyo tunaweza tukaona eh, tukapunguza angalau visilete usumbufu kwenye hizi biashara. Mjadala huo umewashirikisha baadhi ya vijana na wanawake wajasiriamali kutoka mikoa mbalimbali nchini ikiwemo Mwanza, Mara na Shinyanga. changamoto kubwa tunapitia kama vijana kwenye sekta hii ni mtaji, cha kwanza maana sekta ya kilimo kwa sasa hivi iko modified, tunahitaji kufunga greenhouse, ili kurahisisha shughuli zetu za kilimo. Kwa hiyo mtaji ni changamoto, maana greenhouse moja inaenda mpaka milioni 25 kama kijana na kama kampuni koto ni changamoto. Changamoto nyingine upatikanaji wa mbegu, Tanzania hatuna mbegu za kutosha na zilizopo hazina vile vigezo tunavyovihitaji. Mbegu nyingi tunaagiza Holland, ndo ana mbegu imara na mbegu nzuri kwa ajili ya kufanyia kilimo. Changamoto nyingine ni mbolea. Kuna mbolea ya samadi na mbolea ya uoteshaji wa mbegu. Pia mbolea hii tunaiagiza kutoka Israel ili mbegu zichipue kwa haraka. Tanzania, mbolea bado haijapatikana. Sisi changamoto tunazozipata ni utitili wa kodi ambao nitusababishia sisi kukwama kufikisha bidhaa zetu katika nchi za nje. Mwaka jana 2011 nilikuwa kijana, nilishiriki katika maonesho ya East Africa Trade katika Sudani Kusini. Changamoto ambayo tulipata ni katika boda ya mpaka wa Kampala, tulisunguliwa bidhaa zetu zote zikashushwa kwa siku ya leo, ili tatizo limeenda kutatuliwa katika semina hii ambayo tunayoona, sasa serikali imeona ingilie kati katika kushusha gharama za utitiri wa usafirishaji wa mizigo, lakini pia kushusha zile gharama za mzigo kuanzia wa dola elfu mbili unasafirishwa bila vikwazo vyovyote vile. Lakini pia uh, tunaishukuru serikali yetu ya awamu ya mama yetu Samia Hassan Suluhu kwa kuona changamoto ya vijana kutokea changamoto za ajira, lakini pia kutupatia fursa za kilimo na biashara. Mradi wa YEFFA unatekelezwa na chama cha wafanyabiashara kwenye viwanda na kilimo TCCIA, kupitia ufadhili wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya AGRA, malengo yakiwa ni kuongeza idadi ya vijana na wanawake wanaoshiriki kwenye biashara ya vyakula na kilimo mpakani. YEFFA, actually unaangazia kuweka ajira. Tunaangazia katika mnyororo wa thamani wa mazao makubwa manne yakiwa ni mahindi, mpunga au mchele, lakini vile vile tunaangalia kwenye mnyororo wa thamani wa alizeti na otikacha, mboga mboga na matunda, mradi ambao utacreate uh, wajasiriamali vijana kwa ajili ya mustakabali wa uh, chakula na kilimo Tanzania. Kwa hiyo mradi unaangazia ajira laki mbili na sitini kwa vijana, lakini pia tunaangazia ni jinsi gani tutafikia vijana milioni moja na laki tano na vile vile kuwafikia wakulima um, milioni tatu ilikuwa ni ku kuangalia tunafanya vipi katika maeneo mbalimbali ili kuwezesha ku, ku, ku- create ajira kwa vijana. Kwa hiyo tuna- kwa, kwa kupitia washauri na consultants mbalimbali tuliweza kuangalia uh, kwa ujumla vijana ni mahali gani ambapo tunaweza ku create uh, wako opportunity. Lakini kingine ni kuangalia vijana wanawezaje kushiriki katika kazi mbalimbali mbali za kuhakikisha ajira kwa, kwa, kwa, kwa, kwa vijana. Na kingine tumefanya market analysis, uchambuzi wa masoko wa haya mazao ambayo tuna tuna tunayafanyia tuna, tuna kazi, sio hapo tu, lakini tumeangalia pia mazingira uh, ambayo yanaweza kuweka uh, uwekezaji katika minyororo ya thamani hii. Akizungumza kwenye mjadala huo, katibu tawala msaidizi sekta ya viwanda, biashara na uwekezaji mkoani Mwanza, Patrick Karangwa, amesema serikali itaendelea kuondoa vikwazo ili kuongeza ushiriki wa vijana na wanawake kwenye biashara za mpakani. Mategemeo ya mradi hasa ni kuwafikia wafanyabiashara vijana wapatao mia tano lakini pia kutetua vikwazo vya kibiashara visivyopungua kumi. Vikwazo vipo vya aina nyingi, lakini walau katika awamu hii katika orodha yote itakayobainishwa, walau changamoto kumi zipate ufumbuzi na ziwe zimetolewa. Lakini pia mategemeo mengine ni kuongeza ushirikishaji wa vijana na akina mama kwenye biashara za mazao ya mpakani, kwamba hata hizo nani tariff barriers zimewekwa kisheria, tutazibainisha, hatuwezi kuziondoa overnight lakini baada ya kuwa tumezijua taratibu zitafanywa na kuona kila mhusika naye paswa afikiwe, ili hivyo vikwazo viweze kuondolewa. Kwa hiyo zoezi hili ni la muhimu kushiriki na kueleza vitu vyote ambavyo ni kero na vimekuwa vikiwakwamisha mnapokuwa mnatekeleza majukumu yenu. Pamoja na mjadala, mnapata nafasi ya kujengewa uwezo, yako mambo mengi ya kujifunza. Huu muda ambao mnautumia hapa, mmeacha mambo mengine ya msingi. Kwa hiyo, utumieni vizuri mpate hii elimu iwaingie na ikasaidie kwenye shughuli zenu, mweze kuongeza ufanisi na mkaendelee kuzipenda kazi zenu kwa sababu kazi zenyewe hizi ndizo ajira zenyewe endelevu na za kudumu. Mradi wa YEFFA umeanza kutekelezwa nchini mwaka jana na umelenga ajira zaidi ya laki mbili kwa vijana katika kipindi cha miaka mitano ijayo.